Na mtazamaji, uh, Ethiopia imetajwa kuwa bwawa kubwa zaidi barani Afrika lenye uwezo wa kuzalisha zaidi ya megawati elfu sita za umeme. Ni bwawa la Ethiopian Grand Renaissance Dam lojengwa kwenye mto wa Blue Nile nchini Ethiopia. Bwawa hilo limeleta matumaini kwa nchi hiyo, sio tu kujitosheleza kwa umeme bali pia kwa wananchi wake kutumia kawi. Bonface Barasa lizuru bwawa hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Eneo la Gubasosa liko kaskazini magharibi mwa Ethiopia. Hapa ndipo Ethiopia Grand Renaissance Dam, bwawa kubwa zaidi barani lilipo. Bwawa hili lina uwezo wa kuzalisha megawati 6450 za umeme kwa kutumia nguvu za maji ya mto Blue Nile. Aidha, bwawa la Grand Renaissance litawezesha wananchi kutumia kawi safi na kuacha matumizi ya kuni na makaa, kando na kutosheleza mahitaji ya umeme viwandani. By providing modern energy sources, the Grand Ethiopian Renaissance Dam saves the environment from destruction, especially by providing electricity to the local people. It will save our forests, which are the bedrock of our life. That's one most important thing. Na si hao tu, bwawa hili pia litasaidia Ethiopia kimapato wa kuuza umeme huo kwa majirani wanachama wa IGAD. Connected with other countries, like Sudan, Djibouti, Uganda. Huku mgogoro kati ya Ethiopia na majirani wake Misri na Sudan ukitokota kuhusiana na matumizi ya maji ya mto huo, wadau wanashinikiza bwawa hilo litumiwe katika kilimo cha unyunyuziaji maji mashamba.

bwawa hili linapotumika kuwafaidi wananchi wa taifa la Ethiopia waliofadhili ujenzi wake kwa kuzalisha nguvu za umeme, wadau wanazidi kushinikiza na mawimbi mapya kutaka bwawa hili kutumika katika kuzalisha chakula ili kuwafikia utoshelevu wa chakula. Hivyo kibarua hicho kinasalia mikononi mwa wadau. Bonface Barasa, runinga Citizen, bwawa la matumaini, gabwa sosa katika taifa